Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Kwa hiyo, brother, usiseme ni unabii, uwe unaambia watu kwamba Mbarikiwa ameshika imani sahihi, msije mkawa mnashangaa atapokuwa nakutwa na mabaya, kwa sababu Kristo naye alikutwa na mabaya. Wewe unaambia hivyo watu, wewe unaambia ukweli. Ashao, kuna kitu kinamzunguka tena Mbarikiwa, itakuja vijana wake wengine wa kiume, itakuja kwa watu ambao hawakutegemea, ambao wako na yeye, there is something ambayo haiko sawa, na kuna mambo yeye mwenyewe huko mbeleni anapokwenda, amechegewa mambo ambayo yame nw okay, anyway. uh, tufanye uh, Deo Njeni, wewe ni nabii. Lakini unabii wako kwa kumbukumbu zangu mimi ulikuwa very specific kwamba mwezi wa kumi wa mwaka 2024 Mbarikiwa au Pascal Cassian angekutwa na jambo baya. Na, na, na, na, ninaomba ushena wengine, kuna kichwa ambacho kinakuja, lakini Mungu amenionya juu ya wengine wale wakina uh, watu ambao wamekuwepo kwenye nchi hii kuwasema watumishi wengine vibaya. Uh, wanaenda kupata mmoja wao, sijasema ni Mbarikiwa au Kashian, wanaenda kupata na matukio ambayo sio mazuri sana, kwa sababu uh, kuna kichwa ambacho kitawaumiza zaidi ya maumivu wanayoyapata wanachokisema. Lakini jambo linaloonekana kana kwamba ni baya limemkuta e, mchungaji Mbarikiwa mwezi wa tano wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo unabii wako siwezi kusema kwamba umetimia kama ulivyosema au haujatimia, lakini tuachane na hayo. Nionavyo mimi, wewe sio nabii, ila unachojaribu kwa ufahamu au maarifa alionayo unajaribu kutoa maneno yanayoonyesha matokeo yanayoweza kumpata mtu mwenye aina fulani ya harakati au mwenye aina fulani ya vitendo, kwamba kwa vitendo moja mbili tatu, mtu hukutwa na moja mbili tatu. Hayo ndo unajaribu kufanya wewe, kwa sababu umejua Mbarikiwa na vijana wake ni Wakristo, wanaishi maisha ambayo Kristo aliagiza. Kwa hiyo unakuwa unajua yeyote aliamua kufuata Yesu na kuyafanya aliyoyaagiza, basi lazima atakutwa na mambo kwa mfano wa yaliyomkuta Yesu mwenyewe. Kwa hiyo unajaribu kuonyesha tu umma kwamba kwa Ukristo wa Mbarikiwa na huwa anaofundisha kwa vijana wake na wanavyofanya vijana wake basi lazima waweze kukutwa na mambo kwa mfano wa yale ambayo mitume walikutana nayo, ambayo wewe unasema kwamba ni mabaya. Lakini jambo ambalo naweza niseme hapa tuwashum, au tufanye kwamba wewe ni nabii, mimi kama kijana wa Mbarikiwa Mwakipesile, kwa sababu leo umetutabiria kwamba linafuata kwa vijana wa kiume wa Mbarikiwa jambo baya. Mimi ni miongoni mwao wa vijana wa kiume wa Mbarikiwa Mwakipesile. Lakini neno langu ni hili. Nasema tufanye wewe ni nabii. Na kusomea andiko katika Matendo ya Mitume sura ya ishirini na moja kuanzia mstari wa kumi. Kulikuwa kuna nabii hapa. Sijajua ni kama wewe ila yeye alikuwa ni nabii kweli. Alisema hivi katika Matendo ya Mitume sura ya ishirini na moja mstari wa kumi. Basi tulipokuwa tukila basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Yuda. Alipotufikia akautoa mshipi wa Paulo akajifunga miguu na mikono akasema, Roho Mtakatifu asema hivi, hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya sisi na watu wa mahali pale tukamsi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Haya ndio maneno ambayo nimekuja ni, ni kuambie wewe, unaitwa nabii Deo Njeni, kwamba mimi kama kijana Mbarikiwa, ni kweli ni kama unatabiri mabaya yanaenda kuwakuta vijana Mbarikiwa wa kiume, lakini kwa sababu unajua vijana wa kiume wambarikiwa wanaharakati sawa na baba yao au mwalimu wao, kwa hiyo hawa lazima watakutwa na mabaya na mipango ya mashetani siku zote ili waweze kumvunja moyo mbeba maono, huwa wanaanza na walio karibu yake ili kuvunja moyo wa ukombozi wa Yesu Kristo. Alipokuja mfalme Herode, aliamua kuua watoto wenye lika fulani ambalo alihisi Yesu atakwemo humo, lengo ni kumwangamiza Yesu. Sasa hayo ndio huwa na kwa mawazo ya mashetani kwamba ili tumvunje moyo Mbarikiwa, tutaanza na vijana wake, tutaanza kupruni matawi. Unayafahamu hayo? Ndiyo inakuwaga mipango ya mashetani, wanadamu wa ovu ambao wanakuwa na nia na lengo la kuizima taa ya Mungu. Sasa mimi nisemalo ni hili, licha ya kwamba unatabiri mabaya yatatukuta, ingawa sio utabiri au sio unabii, hayo ni matokeo ya kila mtu mchaji ambaye ameamua kumfuata Kristo. Nitakusomea maandiko hapa. Licha ya hayo, mimi niko tayari kuuawa au kufungwa ndani ya taifa hili, ila nisiendelee kuona dhuluma za uhai zikiendelea, nisiendelee kuona utekaji ukiendelea, nisiendelee kuona uonevu kuwa ni kitu cha kawaida, nisiendelee kuona manabii wahuni wakiendelea kuwatapeli watu na kuwadanganya kwamba hivi ndivyo Kristo anavyotaka. Ni heri ni uawe nisiendelee kuona hayo, lakini kama nitaendelea kuishi, basi wanajua nitapaza sauti yangu, nitainua sauti yangu kupinga vikali namna yoyote ya uovu na ubaya, ili tuweze kufikia mabadiliko na kuizalisha Tanzania ambayo ndani yake hakitasikika kilio ndani yake itakuwa ni nchi ya burudani, ndani yake uchungu hautaonekana kwa mtu. Wafilipi sura ya kwanza, mstari wa ishirini na tisa, ya maandiko yanatuambia hivi maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Mmepewa kwa ajili ya Kristo, sio kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Sasa, brother mtu ambaye ameamua kuishika imani ku, ku, ameamua kuwa Mkristo hajapewa kumwamini tu, ila anakuteswa kwa ajili yake. Hivyo wewe unachoita ni unabii, unaona, wao wa Mbarikiwa hua, Mbarikiwa na vijana wake na watoto wake, kwa harakati zao hizi za kufanya mambo ya Kristo ya kufanya maagizo ya Kristo, hawa watateswa kwa ajili hiyo, We unaita unabii. Ndio maana unabii wako hautimii kwa wakati, kwa sababu unapima tu kwamba kwa haya anayofanya, matokeo yake ni haya. Tumepewa sio kumwamini tu, ila atakuteswa kwa ajili yake. Hayo tumeyathibitisha na kuyaelewa sawa sawa. Kifo cha ndugu yangu Sifa Bujune hakija sababu ya kusema nirudi nyuma mguu mmoja nyuma, hatua moja nyuma ila kimenijaza Roho Mtakatifu na morali ya kwamba niendelee kufanya kile alichokuwa nakifanya na kuitimiza alma au lengo na nia ya Mungu kuleta Biblia hii, au kuleta injili na ukombozi ambao alioleta Kristo, na ukombozi na ujua mimi, alioleta Kristo, akuja kuleta ukombozi, ila alikuja kuonyesha njia ya ukombozi, ili wote watakaoishi nyakati zijazo watapoona dhuluma ambazo mfano wa mafarisayo na waandishi na wanasheria walikuwa wakizifanya kwa watu wa Mungu wa nyakati zile kwa nyakati zao, vizazi hivyo vijavyo waweze kusimama kwa mfano wa Yesu, ili wawe radhi hata mauti, ila wasirudi nyuma. Katika Waebrania sura ya anazungumza pale, kwa kuwa watoto walishiriki damu na nyama, yeye naye alifanya hivyo hivyo, alafu kwa njia ya mauti, kwa njia ya mauti aweze kumharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Kwa sababu ya kuogopa kufa ambako walikuwa wanaogopa kufa, watu waliendelea kuishi katika hali ya utumwa kwa hiyo Yesu alipokuja kufa alikufa ili awaondolee hofu ya mauti watu ambao wataamua kumfuata, wasiogope mauti, wasiogope kufa, ila wawe radhi kusimama kupinga ubaya, kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Tumepewa sio kumwamini tu, ila hata kuteshwa kwa ajili yake. Luka 21 mstari wa 12, Biblia nasema hivi lakini kabla ya hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani, mkipelekwa mbele ya wa wafalume na watawala kwa ajili ya jina langu. Huyu ni Yesu anaagiza hiyo, kabla hayajatokea hayo watawakamata, watawapeleka magerezani, sio kuwafunga tu, na kuwaua huko magerezani. Sasa ukishakuwa Mkristo, haya ni sehemu ya maisha ya Kristo. Hakuna kustarehe, hakuna mtume alistarehe. Stefano, Yohana, eh. Yohana ni miongoni mwa mitume ambao walikufa vivyo vya kawaida, lakini alipitia shuruba nyingi za kupelekwa Patmo, kwenye baridi, kukata kichwa. Kichwa kinakatwa, lakini kesho kinaunganika, wanamkuta huko mtaani, anapelekwa Patmo kwenye baridi, anapata na ufunuo, anaandika, anarudi tena mtaani. Hakupata maisha starehe, hakupitia maisha starehe, alikuwa shuruba. Hakuna Mkristo mtu ameshika imani, wewe unaona mteremko, unasema na wewe umeshika imani, lazima ichunguze. Hatujapewa kumwamini tu, ila hata na kuteswa kwa ajili yake, na kuhakikishia kwamba ukisema utateswa kwa ajili ya Kristo huyo kwenye Biblia hii, basi uwe na hakika, lazima uonekane kwenye njia za kupinga uovu, na unapopinga uovu, muovu hawezi kupenda. Na kama tulivyowekwa kuwa mashahidi wa aminifu kwa Kristo tumepaswa kutoa ushahidi popote pale, na wewe unajua unapotoa ushahidi, yule mshtakiwa hawezi kufurahia kwamba wewe shahidi unataka umfungi, yani utoe ushahidi ili afungwe, hata kama amefanya makosa. Kwa hiyo tunapokuwa mashahidi wa uaminifu wa Kristo, kukutwa na mabaya ni sehemu ya maisha ya Ukristo, lakini hayo siyo ajabu, baba zetu walikutwa na hayo. Kwa hiyo brother, usiseme ni unabii, huwe unaambia watu kwamba Mbarikiwa ameshika imani sahihi, msije mkawa mnashangaa atapokuwa nakutwa na mabaya, kwa sababu Kristo naye alikutwa na mabaya. Uwe unaambia hivyo watu, uw unaambia ukweli. Waraka kwa Waebrania sura ya kumi na moja mstari wa thelathini na tano na kusomia bii anasema hivi lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi, ili wapate ufufuo ulio bora. Waliteswa vibaya kuumizwa, hata kuuawa, wasikubali ukombozi, ili wapate ufufuo ulio bora. Sasa brother, awa watu wote hawa walikuwa na uawa bila shaka. Kwako wewe ni haya mambo ni mabaya unasema, ambayo nasema ambayo yamemkuta askari wa Kristo Sifa, ambaye naweza kusema amekutwa na hili ambalo nalisoma hapa, kuuawa eh, kwa mujibu wa andiko hili, kuuawa kwa ajili ya Kristo, asikubali ukombozi ili apate ufufuo ulio bora zaidi. Kwa sababu kuendelea kuona watu wanaumizwa na huoni njia ya kuwasaidia, unapojaribu kuonyesha kwamba hawa watu wanaumizwa, wanaumiza, wanakuja kwako, ina maana ni heli utangulie, ila usiendelee kuona mateso haya ya watu kama sivyo basi, waache waache wovu wanaofanya, waache mabaya wanaofanya. Lakini kama iwezekani basi kukuwa watakuwa hawa walikuta nayo mabaya. Sasa sijajua manabii walikuwa wanaendelea kuwatabiria, kama walipomtabiria Paulo. Paulo alisema, mnafanya nini sasa? Yani mkishasema hivyo ndio niache kwenda kuhubiri? Kama kupigwa na kufungwa ni sehemu ya maisha ya Ukristo, hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyaye kutoka gerezani, naye anasema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa, atakayefungwa ama atakayeuawa, apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu mhukumu wa haki yu karibu sana na kuja, naye anakuja kumlipa kila mtu sawasawa sawa na matendo yake. Hii ndiyo maana neno